Hapa ni Kilifi Kusini katika kijiji cha Junju, tunakutana na Mama Sofia Udzile akiwa nyumbani na watoto wake ambao sasa wako likizoni. Watoto wawili kati ya watano wa mama huyu wanahusishwa katika utafiti wa chanjo ya malaria maarufu R21. Ingawa chanjo hiyo tayari imeidhinishwa na shirika la afya duniani WHO, Kenya inaifanyia utafiti zaidi kubaini nguvu dhidi ya malaria na usalama kwa watoto wasiozidi umri wa miaka mitano. Watoto hao ni miongoni mwa wengine mia sita kutoka maeneo mbalimbali mbali ya Kilifi ambao wameshirikishwa kwa miaka mitatu sasa. Sofia anasema pamoja na mume wake walielimishwa kuhusu programu hiyo kabla ya watoto kuhusishwa. Faida ni kwamba maambukizi ya malaria yamepungua kwake nyumbani. hapo livyoingia humu kwa mradi tulikuwa na nini pia au tafiti tafiti, hapo walikuja akaomba ruhusa na tukakubaliana. Kilichovutia zaidi ni ufasaha ambao Sofia yuko nao kuhusu programu hiyo. Boma lake ni safi, hatua moja muhimu kukabiliana na malaria. Sofia anasema mara kwa mara maafisa wa utafiti huo nyanjani humtembelea kupata habari muhimu kuhusu watoto wake huku akihitajika kuwapeleka katika zahanati ya Junju au hospitali ya Rufaa Kilifi watoto wake wanapopatwa na matatizo yoyote ya kiafya. Matibabu ya mwili ya mtoto ni muhimu mm. si lazima pale ulipwe, KEMRI wanalipa tikiti, namda ile we hupati pesa, kulapata uzima wa mtoto mm. Katika zahanati hii ya Junju utampata Serani Mshai, ambaye ni msimamizi wa utafiti huo nyanjani. Yeye hukusanya data zote zinazoletwa na maafisa wa utafiti nyanjani, kabla ya kuituma kwa mkurugenzi wa utafiti huo Daktari Isaac Ringera. Kituo cha utafiti wa wagonjwa wa dawa KEMRI Kilifi imejenga sehemu maalum katika zahanati ya Junju kufanya utafiti huo pamoja na tafiti zingine ambazo zinaendelea hapo. Wahusika hupewa chanjo matibabu, huku wakiangaliwa kwa makini kila wanapozuru zahanati hiyo. so

Wow. Kabla ya kuhusishwa, watafiti hutumia mfumo maalum wa kuchagua wahusika, kuhakikisha mazingira na hali zote zinazingatiwa kupata hali halisi. Mkurugenzi wa utafiti huo Kilifi, Daktari Isaac Ringera anasema habari za mapema zinaashiria kwamba chanjo hiyo ya R21 ina uwezo wa kuzuia maambukizi ya malaria kwa asilimia 75 na sasa wanaendelea kuwachunguza watoto hao ambao waliongezwa chanjo hiyo kama booster, kuona ikiwa itakuwa na manufaa zaidi kwa watoto hao.

Hii siyo chanjo ya kwanza ya malaria kubuniwa. Ipo nyingine kwa jina RSS ambayo inatumiwa katika maeneo ya magharibi mwa Kenya na Nyanza, japo gharama yake ni ya juu ikilinganishwa na hii ya R21. Daktari Ringera anasema wanaendelea kuihamasisha wizara ya afya kuhusu chanjo hiyo, huku wakibuni sera kabla ya uwezekano wa kuanza kutumika rasmi nchini Kenya.

Kulingana na kituo cha kuzuia magonjwa Kenya, malaria imesababisha zaidi ya vifo vya watu elfu kumi na moja mwaka 2023 nchini Kenya, wengi wakiwa watoto chini ya umri wa miaka mitano, na hivyo jitihada mbalimbali mbali kuwekwa kupunguza maambukizi yanayosababishwa na mbu.